Umezungumzia matibabu bure kwa watoto kuanzia chini ya mwaka sifuri mpaka miaka mitano, wamama mama wajawazito, lakini pia gari itumike bila kulipia gharama zozote. Maajabu yanayoonekana leo, leo, mama mjamzito ikizidi miezi miwili kwenye kituo chetu cha afya hapa, kuna faini, watu wanapigwa zaidi ya shilingi elfu hamsini akichelewa upimaji wa mjamzito. Lakini hapa imefika wakati hata wa watoto wadogo wadogo, malaria, uwezi kwenda pale, kama una elfu thelathini uwezi kutoka. ile elfu hamsini, hilo limepitisha, ni sheria ndogo ndogo za halmashauri au wamejiamulia? Mheshimiwa Mbunge, sisi kwetu afya hatuna sheria ya kutoza wajawazito waliochelewa kufika kwenye vituo vya afya, kwa sababu tukachelewa kuripoti. Hiyo sheria sisi kwetu haipo. wachache ambao wapo nafanya kazi nje ya maadili, na kwa sababu swala hili lishajitokeza zaidi ya mara moja, na tuliwapa maelekezo wananchi, kitokea, pigeni simu, toeni taarifa ili tushughulike na hao ambao wanafanya hivyo vitendo vya kutoza elfu hamsini kwa wajawazito. Sawa jamani. Sasa kuanzia leo, yuko wapi mganga mkuu inchaji wa kituo hiki? yuko wapi? wapi inchaji, inchaji in Lusewa oye. Oye. Sasa, mkurugenzi huyu incharji wa kituo hiki hamisha kwanza. <laughs> Nani mwingine? <Dani> <laughs> Amtenda Lusewa, oye, usikilizane basi. Cha kwanza ni marufuku kuwatoza wananchi shilingi elfu hamsini waliochelewa kwenda kliniki. La pili, huyu inchaji wa kituo hiki ni mara ya pili linajitokeza hili jambo, bado anaendelea kutoza wananchi fedha shilingi elfu hamsini, wananchi ambao ni wanyonge ambao wao upate kwenyewe wa shilingi elfu hamsini ni mtihani sasa, huyo aondoke. Lakini pia na mtendaji wa kata ameshindwa kusimamia huku Lusewa. Lusewa woyi, bana atatoka atabadilishiwa, aende kata nyingine, au mkurugenzi ataona cha kufanya yeye sababu ninazo pale Libunga ameshindwa kusimamia, tofali zimeharibika. Sababu ya pili niseme ni, sisemi amesababisha ucheleweshaji wa kuanzisha ujenzi wa shule ya msingi ya Kwizombe. ameshindwa kushirikiana vizuri na wenzake kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Watu mpaka wamenyang'anywa maeneo pasipo kufahamu lolote linaloendelea. Kwa hizo sababu tatu, kwa hizi sababu tatu, hatuna haja ya kuwa naye tena hapa. Ni mwombe mkurugenzi ampeleke maeneo mengine. Asante sana.